Maoni mengi mengi, kweli kweli, mengi baadhi. Ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu, hivi maneno mabaya, maneno ehovio, ya hovyo yamezungumzwa, lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo tukiwekeza nguvu na nasi kujibishana kwa maneno tutapoteza muda wetu. Yale maneno yote yaliyoongelewa yale, sijui max hivi, sijui dube hivi, sijui muda vile, yote wachezaji wameasikia, na tunajua yanaongelewa kwa dhamira mbaya tu, kwa dhamira mbaya tu yanaongelewa. Yaani sisi tumekwenda away kucheza ya ugenini bahati mbaya tumepoteza kwa goli moja bila. Tunarudi nyumbani kwenye mechi nyingine ya kupambania timu tuweze kufuzu, lakini maneno yaliyokuwa yanatolewa ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League, ni kama Yanga imeshaanguka duniani, yaani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka minne, wakati sisi tunadominate mpira hapa, na inshallah tutaendelea kudominate hapa. Chuki ile ni kubwa kwelikweli. Imetokea chansi yanga imepoteza mchezo sasa, kila mtu ndo kaamka, kila mtu kasema lake. Yani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa, na silva injinia kasemwa, arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, diara kasemwa Pakome kasemwa. Mechi hiyo moja, goli hilo moja, mechi moja, goli moja. Roho mbaya tu, ni roho mbaya tu ndio zinawaongoza. Sasa sisi tukasema, hawa tusiwajibu kwa maneno, acha wachezaji waichukue hiyo, ikae hapa kwenye kifua, ikae hapa halafu wao wakajibu kwa vitendo. Wewe yani, mtu aanze timu ya taifa ya Ivory Coast mone mchezaji wa kawaida wewe, si majununi we, unakuwa tu na nini wewe tu, unakosa makopo majununi tu wewe. Tumesikia yote na yamehifadhiwa hapa, insha Allah Jumamosi, insha Allah Jumamosi majibu yatapatikana na Benjamin Mkapa.